Bado twaendelea na msururu wetu wa malezi ya nafsi. Tuiangalie aya ambayo nimetangulia kuisoma, inaonyesha kwa kuwa hasara kubwa atakayoipata mwanadamu ni hasara ile ya siku ya Kiyama, inayosema hasiru anfusahum wa ahlihim ni yani, wale watu ambao wamehasirika, yani nafsi zao ilikuwa zina thamani ya wao kupata faida, lakini zile nafsi zao zimekwenda zikahasirika. Hebu tujaribu kwanza kuangalia hasara inamaanisha nini, ni tupate kueleza kidogo. Mfano tukirudi kuangalia wafanyabiashara, kuna sampuli tatu kuna wakati mtu anaweza kufanya biashara, mwisho wa mwaka akaangalia lile pato lake alilolipata baada ya kuanza biashara yake, akakuta mfano, mimi nimeanza na mtaji huu na mwisho wa mwaka hakuna kitu nilichokipata, nimepata ile ile kiwango kile nilichoanza nacho. Kwa hiyo, kwa hisabu ya mfanyabiashara, tutasema amehasirika, yani hakupata faida kwa sababu wao wanaangalia faida ya kuwa mimi nimeanza na mtaji huu. Kwa hiyo ikiwa ni mwisho wa mwaka au ni mwisho wa mwezi, mimi nikipiga hesabu, je, katika mtaji nimepata kiasi gani cha ziada? Akiwa hakupata cha ziada, kwa hiyo yeye, kwa hesabu za wafanyi biashara, yeye amepata hasara. Huyu ni mtu wa kwanza. Mtu wa pili ni yule ambaye yeye ameanza na mtaji kiwango fulani cha pesa Mwisho wa mwezi au mwisho wa mwaka akipiga hisabu akakuta kwa kuwa yeye kile alichokipata ni kichache zaidi ya ule mtaji aliyoanzia. Mfano, akiwa ameanza na milioni moja akakuta mwisho wa mwaka amebakia na laki tano, kwa hiyo pia kwa hisabu za wafanyi biashara twasema huyu amepata hasara pia. Kuna e, sabuli ya tatu Sampuli ya tatu ni mtu ambaye mfano ameanza mtaji wake kwa milioni moja mwisho wa mwaka akakuta ana ana milioni mbili, lakini kulikuwa na nafasi na chansi za yeye kupata zaidi ya zile, kwa maana lau angekuwa ametumia mbinu na mikakati mizuri angepata milioni tano sita faida mbali ya mtaji wake, lakini sasa yeye akapata milioni moja sasa hii pia kwa mtazamo wa wafanyabiashara tutasema yeye pia amepata me, hasara. Mtu ambaye amepata faida kwa jicho au kwa mtazamo wa wafanyabiashara ni yule mtu ambaye ameanza mtaji, mwisho wa mwaka au mwisho wa mwezi anapopiga hesabu, akakuta kwa ule mtaji wake na ile faida aliyoipata kutokana na zile chansi alizokuwa nazo amepata faida kulingana na zile chance sawasawa. Ikiwa zile chance, mfano ilikuwa atakikana apate faida milioni mbili tatu, ye amezipata hizo hizo, ikiwa ni zaidi ya hapo au ni chini hapo, hizo hizo amezipata, au ni zaidi hapa, ndo tutasema kwa mtazamo wa kibiashara, huyu amepata amepata faida. Lakini sasa tukirudi kwa mtazamo wa nafsi ya mwanadamu, je, tunaposema huyu amepata hasara au amepata faida, je tutatazama vipi? Kwa sababu si nafsi ya mwanadamu haipigiwi hisabu au haipimwi kwa pesa. Na ndipo hapa tukirudi, mfano Alalama Almajlisi yasema mizanu kulli shay'in huwa lmiyaru alladhi bihi yurafu qadru dhalika shay' famizanu yaumi lqiyamati linasi mayuzaumbihi qadru kulli insanin wa qimatihi ala hisabi aqaidihi waakhlaqihi wa, wa amalii. Yani, sisi kila kitu tunapotaka kukipima inabidi tukipime kwa ile mizani yake. Hatuwezi tukachukua nafsi ya mwanadamu tukaipima kwa mizani ya mfanyibiashara ni lazima tuangalie mizani ya mwanadamu. Tunaposema kwa kuwa amekhasirika, kwa maana siku ya Kiyama akipata chini ya kile alichoandaliwa na Mwenyezi Mungu subhanahu wataala, atasema yeye amepata hasara, kwa maana Mwenyezi Mungu subhanahu wataala amemwandalia mazuri, iwapo yeye atatekeleza ule wadhifa aliyotakiwa basi yeye atapata mambo makubwa ambapo itakuwa hapo ndo tutaweza kusema kwa huyu mwanadamu hakupata hasara, bali amepata faida. Lakini iwapo yeye hata atakwenda peponi, lakini atapata kwa kiwango cha chini zaidi ya kile kilichokuwa kinamsubiri, tutasema huyu amepata hasara kwa sababu yeye alikuwa hastahiki apate kitu kamili. Kwa hiyo ndipo hapa nikawa nasema kuanzia tuanze darsa zetu za mwezi mtukufu wa Ramadhani, ni lazima tuangalie sisi na tuwe makini kuzilea na kuzichunga hizi nafsi zetu, kwa sababu malipo ya hizi nafsi zetu isiwe ni khasara tukenda mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwa sababu Mwenyezi Mungu anatuambia, innal khasirin alladhina khasiru anfusahum wa ahlihim yawm alqiyama ala dhalika huwa alkhusran almubin. Kiwapo tukapata khasara ya nafsi zetu na itakuwa malipo yetu ni chini ya yale maandalizi tuliyopewa na mwenye na Mwenyezi Mungu, au tuliyoandaliwa na Mwenyezi Mungu, itakuwa hivi hasara kubwa. dhalika huwa alkhusran al-mubin, ni hasara kubwa sana, iwe tutapata malipo chini ya yale tuliyoandaliwa. Na ndipo Said Muhammad Hussein Shirazi anasema, tajibu wiqayatun nafsi

Kwa sababu hizi nafsi zetu ni amana tumepewa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mimi siwezi kufanya kile kile ninachokitaka, ati hivi, jambo ninataka nifanye hili, ninataka nifanye hapana. Sisi nafsi zetu ni lazima tumepewa na Mwenyezi Mungu kwa kuwa ni amana. Kama mimi ninapochukua amana ya mtu, mtu amenipa kitu nimwekee, nimhifadhie, ile ni amana nitakwenda kuulizwa mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala Mw. iwapo mimi sitoe hifadhi amana ya mtu kama yule, kwa sababu mimi ninakoambiwa kwa kuwa ni mwaminifu, ni lazima ile amana niitekeleze na niitunze vile inavyotakiwa. Kwa hiyo nafsi zetu pia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuambia kwa kuwa ni amana juu yetu, na amana hii haistahiki sisi tu tulipwe kitu chochote isipokuwa kwa hiyo iwapo tutakuwa tumepata chini kiwango cha chini, hata ile pepo tuliyolipwa ikiwa itakuwa ni kiwango cha chini, itakuwa ni ile hasara kubwa tuliyoambiwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo ni lazima tuichunge, tuzichunge nafsi zetu na kuzipiga msasa na kuzichuja siku zote. Hapa ndo tutakuwa tumeichunga ile amana, na hapa ni wajibu kama alivyosema, watajibu wiayatu nafsi, kwa sababu tumepewa ni amana na amana hii tutakwenda kuulizwa mbele za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Taala. Kwa hiyo haifai sisi tu, kama vile ambavyo haistahiki na ni haramu mimi kumhini mtu katika amana yake, basi iwapo pia nitaidhulumu na kwenda njia asiyotaka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Taala, pia itakuwa

Kwa maana ikiwa mimi itakuwa naenda kuyafuata matamanio ya nafsi yangu, nafsi ya yapenda hiki kibaya ntakwenda, nafsi ya yapenda hiki si kipimi ni kizuri ni kibaya, nitakwenda hapa, itakuwa ni hasara na ni hasara kubwa, hasara ambayo asema hii ndipo pale inayopelekea kuhasirika mtu, sawasawa ni baba ndani ya nyumba, sawasawa ni mama, ile inapelekea familia mzima kuingia katika hasara kama hii, wa ahli kuna au alladhina khasiru anfusahum wa ahli. Hii hasara itakuwa imechanganya watu wote, sawa sawa ni baba ndani ya nyumba au ni mama ndani ya nyumba, itakuwa pia imewachanganya na watoto. Kwa hiyo ni lazima sisi kuihifadhi amana kama hii, ni lazima tuwe time zote tunaichunga, time zote tunaifanyia muraqaba, na ndipo ile hadithi nimeikariri mara kadhaa Ala karra'i yar'a hawla al-hima, yule mchunga anayechunga katika mpaka wa wa shamba la mtu, inakuwa ni lazima awe macho time zote, awe makini time zote, haistahiki apigwe na usingizi, kama yule aliyelala kwenye kwenye gari anasubiri kuamshwa na kondakta kwa kuwa umefika safari. La yatakana time zote awe makini, wale hayawapo asiingie katika shamba la mtu. Kwa hiyo nafsi zetu pia yahitaji time zote tuwe makini nazo. Time zote tu tu, tunazifanyia murakaba tunazichunga tunazihisabu kwa sababu bila ya hivyo ndipo pale inatupelekea katika kusahau na tukisahau na tukighafilika na tukichukuliwa na usingizi ndipo pale tunakwenda katika hasara kubwa tuliyoambiwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ala dhalika huwa al-khusran al-mubin hasara ambayo sisi alikuwa haistahiki tufiki katika hasara kama ile ndipo kama al-kafa amia anasema kwa sababu sisi tuko ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, kweli tunaambiwa, kwa mpaka pumzi zetu, usingizi wetu tunapolala, zote ni ibada. Kwa sababu gani? Sisi tuko ndani ya ugeni wa Mwenyezi Mungu, lakini pia ni lazima tujue, iwapo tutakuwa hatukutumia vizuri wakati wetu, kwa ni hizi pumzi, haya mazungumzo ninayozungumza ni hatua moja, mimi nimepunguza umri wangu, kwa sababu kila sekunde mimi sekunde tano sita au dakika tano zilizopita, si sawa manada, yubukatka. Yubukatka. na hizi dakika zilizokuja mimi sio yule, kwa kila sekunde mwanadamu yuko katika miumri una kwenda, ndipo pale anaposema, fa anfasu kama mahduda wa auqatuka mahduda fa idha madha minka nafasun faqad dhahaba ba'dhuk wa baduk wa marat samauka wa rahabat arduka fahtani min sihhatika qabla saqamik wa shababaka qabla haramik fa innal mar'a sihhatun wa shababun fa idha walla ya 'anil mar'i walla. Asema kwa hizi zote muda wako wakati wako zikienda, ujue kwa kuwa wewe ni umri umekatika, na umri huu ukikatika, sijui mimi nimefanya mema ambayo yatakwenda kuniingiza katika faida, isiwe ni ile hasara au la, itakuwa nimeingia katika hasara, kwa sababu ikipita hai tena, na haijulikani kwa huku nakokwenda mimi ntafanikiwa kufanya mazuri au la, kwa sababu wanasema pale, ninakuwa na nguvu zangu mimi sikutumia wakati wangu vizuri kuilea nafsi yangu na kuichunga nafsi yangu mpaka nimeingia uzeeni. Kwa hiyo napofika uzeeni nitakuwa sina nguvu tena mimi. kama nilivyokuwa pale kwa, kwa hiyo nataka hivi sasa kwa sababu hatujachelewa badho hivi sasa tuna nguvu zetu, ni vijana sawasawa, sawa. ni mtoto ndani ya nyumba, ni baba ndani ya nyumba, ni mama ndani ya nyumba, kila mmoja ana wadhifa wa kuilea nafsi yake na kuichunga nafsi yake, tusisema nwjnbnat mwenyezimu asakiwa. Sisi ni watu wa kukali vitu wengine, kufuata wengine sawasawa, ni wazuri sawasawa, ni wabaya bila ya kujua ndipo pale tutakapokwenda kuingia katika ile hasara ambayo ni hasara, itakuwa ni majuto yasiyokuwa na faida, ni majuto yasiyokuwa na maana kwa sababu kala innaha kalimatun waailuharabbirjin itakuwa haifaiki kitu hi. Kwa hiyo tujitahidini ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, tuzileeni nafsi zetu, ili nafsi zetu zisiwe katika hasara ile ambayo itakuwa ni hasara kubwa hasara ambayo sisi haistahiki tujipime na kitu kingine chochote isipokuwa pepo, kama inshallah tutakapokuja kuzieleza zile hadithi ambazo zimezungumzwa na Imam Ali salamu Allahu alayhi, kwa kuwa nafsi zenu yastahiki nazipime na pepo tu. Kwa hiyo ukipata chini ya pepo au ukipata pepo chini ya kile kiwango ambacho ulikuwa we unastahiki, utakuwa umepata hasara. Kwa hiyo inshallah tutaendelea katika mazungumzo yatakayokuja.